E, hili eneo tumeamua tupunguze kidogo bei baada ya kuona kwamba sasa hivi mambo ni mengi. A, eneo letu ambalo liko hapa Shoppers Mbezi Beach kwa mbele kidogo, karibu na mitaa ya Mbuyuni, tuna eneo ambalo limepakana lime, lime na hii Shoppers hapa, umeona limeanzia hapo kwenye nguzo ya umeme, eneo zuri sana, barabara kubwa Bagamoyo Road. Eneo lina ukubwa wa skwea mita elfu nne 859 eh, tumeshusha kutoka kwenye bi 3 mpaka bi 2.7. Pia mazungumzo kidogo yapo. Eneo ni nzuri sana sana sana, hati imenyooka sana sana. Maelezo mengi zaidi mtayapata hapo chini. Bi 2.7, pia mazungumzo yapo. Eneo ni zuri sana sana, alipo Bagamoyo Road, imepakana na hii shoppers hapa. Eneo zuri sana sana sana, karibuni sana. Kwa ajili ya mazungumzo, nipigie Dalali Ramos hapa, tufanye mazungumzo tumalize hii biashara.